Nilipopata taarifa za madaktari bingwa ambao Mheshimiwa Rais ameona waje mkoani Simiyu, kwa kweli sisi tumshukuru na tunafarijika na tunatumaini kwamba mnavyoenda kutoa zile huduma kule, mtatutoa sehemu moja tuliopo sisi Simiyu huku kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nitoe raito kaimu aremo, nimesikia kuna wataalamu wanakuja hapo kuhusiana na masuala ya kina mama, watoto, kibofu, meno na vingine vingi na usingizi madaktari wote hasa wale wa usingizi na wale wanaohusiana na mama na mtoto. Tumekuwa kidogo tuna changamoto ya vifo vya kina mama na watoto, sio kwa sana, kidogo lakini. Sasa utasikia kulikuwa na elimu fulani, ni whatever na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo nategemea nyie mtakapofanya kazi, hao madaktari wote wawepo, wajifunze hizo mbinu ambazo wanatuletea na wenzetu kutoka huko juu, si ndio? Jamani, muwafundishe madaktari walioko hapa. Wale wa usingizi kidogo ni changamoto mbia kwetu. Naomba wale wakwangu wote wale washiriki kwenye hili zoezi, madaktari wote wa mkoa wa Simiyu, ili kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala yote ya usingizi, na nyinyi mkayatoe kwa ufanisi. Sisi tunapeana ujuzi, jamani, si ndio? Maana nyinyi wabobezi, mabingwa, mje mfanye nao kazi. Lakini pia kwa wagonjwa waliopo, ni matumaini yetu kwamba mtawahudumia vizuri. Hizi huduma ni mara chache kuzipata na kwa kweli tunashukuru sana awamu ya sita. Hii ni mara ya nne, nilisikia miaka iliyopita, na mesema mtu afya ni mara nne. Kwa kweli tuna tunahakika mtakapotoka, na sisi tunaweza kwenda kupata ujuzi zaidi na zaidi na zaidi, lakini pia kuna maswala mengineyo ambayo mnaweza mkaona yanafaa nyie kutupa sisi elimu, msisite kutuambia kwamba katika mkoa wa Simiyu kuna moja mbili tatu, mnapaswa mfanye nini na nini na nini, si ndio jamani? Lakini pia hata nyie mtakapohamishiwa huku siseme saa hizi maki, naona mnaniangalia. <laughs> msisite kuja maki, nimesikiliza taarifa hapa inaelezea kwamba kunatakiwa, kuna wakati mwingine mtu anasita kufika sehemu. Jamani, kazi ya udaktari, kazi ya unesi, kazi ya uhakimu, ujue kwa asilimia kubwa ni kama wito. Unaweza ukawa neema yako si ndio? ya ubobezi wako inapatikana Simiyu ukitenda mambo mema kwa asilimia kubwa nyie kufika mbinguni ni rahisi sana, si ndio? Jamani, ndio kuokoa roho za watu sio mchezo. Sisi tunawatumainia nyie mtuokoe roho zetu, na tuna matumaini makubwa mtatuhudumia ipasavyo, na tuna matumaini makubwa wale watu wagonjwa wanaohitaji referral mtatupa mwongozo wa kuwapeleka ili na wananchi wa Simiyu waweze kushukuru serikali yao. We umeona wapi kweli? Daktari kwa kupitia Mheshimiwa Rais anatumwa aje Simiyu, anakucheki, anakuhudumia na kukuchukua kukupeleka sehemu ambayo unataka ukapona. Makofi kwa Mama Samia j <coughs> mimi na hakika mlifika mwaka jana na miaka mingine. Kuna takwimu za wagonjwa niliambiwa ambazo mtapewa na kaimu mganga mkuu mlifanya kazi nzuri, na wagonjwa waliwashukuru sana na kuwapongeza sana, na tuna hakika mnavyofika saa hizi, mtaenda kuongeza idadi nyingine ya wagonjwa kuwahudumia vizuri, na mwisho wa siku wapone waweze kuendelea na majukumu yao. Baada ya maneno ya machache sasa